Ah, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mwingo mwenye wa rehema kutujalia baraka tele kuamka siku ya leo. Mnaenda kumvaje KT Tanzania leo? Mimi miongoni mwa timu ngumu kwa kweli kwenye ligi ya NBC, kwenye ligi. Leo mnacheza kwenye CRDB Bank Federation Cup. Mnatoka? Ah, kwanza sisi tunashukuru Mwenyezi Mungu katika ligi kuu Tanzania bara hakuna timu ambayo inamtisha Yanga Afrika. Ah, bwana bwana. Eh. ah, okay. Hii nakwambia katika oh, timu tunagoma kucheza. Sisi hatugomi kucheza kwa sababu tunaogopa timu. Sawa, tunaogopa kucheza hmm, kama Real Madrid na Barcelona, na, eh, na Barcelona, kila anafungwa kama sisi hatumuogopi Simba. Anafungwa. Ah, kwa hiyo. Sisi, Simba hmm, sisi tunataka kanuni zifuatwe. Umesahau ile ya mkandaji, mkandaji mwaka gani yeah, kashapigwa double double mara nne. Sawa, tunaenda sisi leo tunataka kwenda kucheza na JKT kwenda kumuuliza maswali hmm, ya kwamba. Kwanza, mechi ya kwanza tulimfunga goli nne. Mechi ya pili alienda kukataa nyumbani kwake, ikatoka suluhu. Sasa leo tunakuja uwanja wa Mkwakwani, tunataka kwenda kumuuliza Meja Samuyo alipataje suluhu. Leo hapa Mkwakwani tunampa maswali Meja Samuyo, alipataje suluhu? Kwa sababu leo kikosi cha Yanga Afrika anaenda kukosekana, yao wachezaji wote wapo na hii mechi tunaitaka, tofauti na watu wote wanavyofikiria. Hii mechi ni muhimu sana, ya utania Yanga Afrika, kwa sababu kuna watu wanakaa wanazungumza sisi tunawaogopa wao. Kuna watu wanakaa wanasema sisi tunamwogopa Mpanzu. Kama sisi tunamwogopa Mpanzu, si leo tunataka tumfunge, JKT wao wamfunge Singida wasitoke kisingizio, alafu tukutane wa... tuende kuwaonyesha watu wapi panapovuja, wanavuja, wanavuja.

Nilifurahi sana na nililala usingizi mzuri sana hapa Tanga, ila nilimlaumu leva kwa nini goli la tatu kalikata. Hakuna ofsaidi wale, hakuna ofsaidi leva. Jana alikuwa upande wa Simba kupunguza magoli. Kama leva angekuwa anachezesha haki jana, kwa tunaenda kuangalia mpaka Jumatano kama huyu hapo Jumatano jana kwa tunaona Jumatano tuta mbili. Leva kameza, hataki kwenda kuangalia vejala, hakuna mtu asiona hakuna mawasiliano. Mbona hapa mechi na Afrika walienda vyeihala kule kulikatalini? We waliwahi kuona wapi? Mtu anashika hapo, anaachwa ndani ya boxi, mtu anashika mkono sawa? so, ile penati ya wazi siushenelewa. Sisi tunachoomba, kazi tayari ishashindikana. Tuliwaambia yale mashindano yana wenyewe, fainali kuna watu wenyewe wa kucheza me, ndatoka stesheni mpaka Mbagala pekupeku eh? Ndatoka stesheni mpaka Mbagara pekupeku si Almasi. kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa. kwa Almasiri, mi nilivyoangalia mechi ya kule hapa nilikuja nkasema, na subiri matokeo, siushelewa sababu niliwaona wadhaifu, lakini kwa kwa Berkane mpira waliocheza jana Berkane Simba kama anakuja kubadilisha matokeo sawa Zanzibar. Kama Simba nenda kubadilisha matokeo Zanzibar, basi viatu mtanishikia nyinyi viatu vyangu mimi nitatoka station mpaka Mbagala kwa miguu. Kwamba haiwezekani. Haiwezekani. Haiwezekani. Ha, kwa sababu jua mimi naongelea mpira. Siongelee watu midomoni wanavyoongea. Nimeangalia mechi ya jana. Sawa. Katika mechi ya jana, Simba ndani ya dakika 90 hajapiga shot on target hata moja. Kapiga shot off target tatu. Unacheza fainali hivyo shehe wangu? Eh? Yeah. Fainali ndio anacheza hivyo, unapiga kelele kwa watu. Tunabeba hivyo yanga ugenini. Fainali alipata matokeo, alimuua mtu nyumbani kwake pale pale, nyumbani kwake moshi moshi, unachomwa sawa. Uh, mtu alichukua chuma moja kule. Sisi tulikosa ubingwa, sio kufungwa. Nini? Sisi tulikosa ubingwa, sio kufungwa. Sisi tulikosa ubingwa, kanuni. Wewe sijua Benjamin, hakuna kanuni hapa. Nilikwambieni mechi inaisha. Moroko mechi imeisha, she wangu. Zanzibar Mtoto, yeah. yeah. ah, ah, yeah. yeah. wa Ndunguru, nakwambia mechi ishaisha Zanzibari. Uwanja wa Zanzibari hauruhusiwi kuchimbwa, na ndio maana unaona wanalialia mpaka leo. Wanaikataa kafu, yaani kafu amethibitisha mechi inachezwa ni Amani, wao wanakuambia mechi inachezwa Benjamin William Mkapa. yeah. Sio, tusubiri tutaona wapi panapovuja, sisi tunawasubiri. yeah. Wacheze huko walukeluke, wagawe magoli huko, si tunawasubiri sisi leo tunaenda kumpiga jeketi Tanzania, mvua inyeshe jua liwake, jeketi, uwanja huu atoki. Asante.